Ni kwa kuwa leo ni siku yetu ya mwisho ya kampeni. Naomba nichukue dakika chache sana nielezee kwa ufupi kabisa maeneo kumi na moja ambayo mtegemee tutayafanyia kazi katika kipindi kijacho cha uongozi. La kwanza ni kuendeleza na kudumisha amani yetu, utulivu, mshikamano, umoja na maridhiano katika nchi. Chama cha Mapinduzi ndio chama, chama pekee ambacho kinaendeleza umoja na mshikamano katika nchi. Chama cha Mapinduzi ndio chama, chama pekee ambacho kinahubiri amani kila siku. Nyee, wenzetu wale mmewasikia wanasema habari za amani. Sasa nani asiyetaka amani duniani? Ni watu wa ajabu sana. Lakini nasema, mkitaka kuendelea na amani tuliyokuwa nayo, mkitaka umoja wa wananchi wa Zanzibar mkitaka mshikamano mkitaka maridhiano tafadhalini sana kichagueni Chama cha Mapinduzi. La pili, eneo la miundombinu. Kwa kiasi kikubwa tumefanya kazi kubwa katika miundombinu. Katika awamu ijayo ya uongozi, miundombinu mikuu ya aina tatu: viwanja vya ndege, bandari, pamoja na barabara mtegemee kwamba tutafanya vizuri zaidi ya ambavyo tumeshafanya sasa hivi. Uchumi wa bluu, upande wa uvuvi, ukulima wa mwani, mafuta na gesi, usafiri wa baharini, huku kote kuna miradi mikubwa sana inayokuja. Tuna meli mpya ambazo zinatengenezwa sasa hivi za shirika la meli, lakini vile vile tutahakikisha kwamba mafuta na gesi tunaendeleza uchimbaji ili uchumi wetu wa Zanzibar uwe ni uchumi wa mafuta na gesi.